Naam, bwana, wadau mbalimbali wamekuja kuzungumza kuhusiana na kuonekana kwa Harmonize pale Basata siku ya leo jioni eh, kufuatia sakata zima la inshu ambayo ilikuwa inaendelea kati yake yeye na msanii wake ambaye anafahamika kwa jina la Ibra ambaye ni msanii alikuwa amemsaini katika record label yake ya Konde Music Worldwide, na jambo ambalo limemeke headline leo ni kuonekana kwake Harmonize kwa sababu awali tunakumbuka kwamba alivyoitwa hakuonekana, lakini baada ya siku kadhaa kupita kama wiki hivi, leo ndo Mwana, ameitika wito huo na kuamua kuseto zote zinaendelea kumhusu msanii wake huyo. Amefika ofisi za Baraza la Sanaa la Taifa mnamo siku ya leo Mei 19 mwaka 2025 zikiwa zimepita siku kadhaa lebo yake ya Konde Gang bila kulipa chochote, ikiwa ni baada ya Ibra kutangaza kuwa anatakiwa kulipa takriban shilingi za kitanzania bilioni moja ili kuvunja mkataba na record lebo hiyo. Harmonize, ambaye baada ya kutoka, baada ya kutoka katika kikao na Dkt Mapana, amezungumza na waandishi wa habari na kusema kuwa hana jipya, kila kitu kesha maliza na ni msimamo wake, msimamo wake ni ule ule, na amekuja kwa ajili ya kuweka sawa baadhi ya vitu alivyokuwa anasubiri, na alikuwa anasubiri utulivu. Na siku ya leo bwana, imefika ameamua kwenda kwa walezi wa sanaa, akiamini kwamba ndio sehemu sahihi kufika, na anamtakia kila la heri msanii wake huyo ambaye amejitoa katika record lebo yake, Ibra. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Lakini pia uh, page ya Instagram, official page ya Basata wamekuja na wengine pia wamepost wameandika kwamba katibu mtendaji wa Baraza la Sanaa la Taifa Basata, Dr. Kid Kidmon Mapana amekutana na msanii Harmonize kwa ajili ya kujadili kuhusiana na maendeleo ya sanaa nchini. Umeona bwana? So hivyo ndivyo mambo yalivyo na picha tumeziona huko mtandaoni yuko na Harmonize conde boy katika ofisi hizo za Baraza la Sanaa la Taifa. So wadau wamekuja kuweka maoni, kama ilivyosema hapo awali, nataka nikusomee baadhi ya comment hapa. Huyu hapa anaitwa Misurani anasema kwamba, bwana, si wameisha yamaliza, amemsamehe dogo, hiyo hela ya nini tena? kinaende, nini kinaendelea hapa is eh? saidia mtu mbeleni akutese, ndio hii sasa. Sawa bwana, sasa leo wiki ya pili ndio mtu kweli anaamua kwenda kuitika wito. Sawa bwana, bwana, hapa kuna sendo za Ibra ameamua kuzipeleka kumkabidhi hapo kwa mtu mwingine. Sawa bwana, tutegemee Ibra kupiga show za chaka tu chaka Eh, kuna mtu ameandika hivyo. Kuna mtu so mwingine anasema bwana, Ibra sasa hivi yuko yuko free, ila game bila management ni ngumu sana kwa mtu kwamba so bwana. Jeshi ko, ko, ko umefanya kitu cha maana kama umeamua kumwachia dogo kiroho safi, kwa mtu ambaye amekuja kwamba so bwana. Ila huyu Rajabu bwana ni mtu sana yani, anaulizwa maswali ya muhimu mno kwa mtu amesema kwamba so bwana sasa kaka Rajabu, huyo Ibra eh, atapata wapi hiyo bilioni? Hebu mwacheni tu aende bwana, mlivyofanya ni jambo la maana. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section na kipi cha kuzungumza kuhusiana na hii issue, lakini pia vilevile hakikisha vile una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.